Assalamu alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh, mtazamaji wa Kishki TV. Alhamdulillah, baada ya shughuli kubwa ya mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni, mashindano ambayo yanaandaliwa na taasisi ya Al Hikma Foundation kumalizika siku ya jana, hapa ni katika makao makuu ya ofisi za wadhamini wakuu wa mashindano yetu haya na wazungumzia PBZ e, moja kati ya benki ambazo zinafanya vizuri kweli kwelikweli e, nchini Tanzania kwa mtanzania mwingine wa kawaida ambaye anaisikia tu PBZ hafahamu kiundani kuhusiana na benki hii tuambie tumia nafasi hii kuwafahamisha ni benki aina gani ina upekee gani inafanya mambo gani asante sana ndugu mtangazaji uh, kwa kwa upekee kabisa PBZ Bank ni benki ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, inamilikiwa na serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa asilimia mia moja na vile vile PBZ, uh, PBZ Bank tuna PBZ Ikhlas ambayo akaunti zake za aina yoyote iwe ya Tanzania shilling iwe ya dola iwe ya pound iwe ya euro, hizi hazina makato mwisho wa mwezi. Kwa hiyo huo ndo upekee ambao upo na kikubwa zaidi ambao PBZ Ikhlasi ndo ni benki pekee Tanzania ambayo inakusanya fedha ambazo za serikali kupitia Zanzibar sukuk. Tunajua hivi karibuni rais wetu wa Zanzibar Dr. uh, Hussein Ali Hassan Mwinyi amezindua sukuk ya, ya, ya, yani hati fungani ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar. Kwa hiyo kwa wale ambao wapo tayari kuwekeza na kwa kutumia hati fungani hiyo, ni PBZ pekee ambayo ndio ina collect hizo fedha. Kwa hiyo ukiangalia hiyo, huo ni upekee ambao upo kwetu sisi. Ni, ni upekee. Kuna mabenki zaidi ya 45 Tanzania, lakini benki gani ilioaminiwa na serikali ni benki yetu. Kwa hiyo nachukua fursa hii kuwaomba wananchi na kuwafanya biashara wakurugenzi wa mataasisi wa wakurugenzi wa mataasisi wa, wa, mataasisi ya binafsi na, na ya private kuwekeza katika Zanzibar Sukuki, kwani tuna rate ambayo ni kubwa, na utapowekeza katika Zanzibar Sukuki maanaake unapata faida iliyokuwa halali. Rate yetu ni asilimia kumi pointi tano. Kwa hiyo nachukua fursa hii na wasaa huu kuwaomba wananchi wote Serikali, taasisi za serikali, taasisi za binafsi kuja kuwekeza Zanzibar Sukuk, kuja kuwekeza katika benki yetu, na watapata faida ambayo halali kama tunavyoambiwa katika Qur'ani kuwa tumehalalishiwa biashara, tumeharamishiwa riba. Kwa hiyo tunawaomba kwa upekee na kwa unyenyekevu waje ku waje kuwekeza kupitia Zanzibar Sukuk na PBZ tawi lolote ambalo mteja anaweza akaja atapata hiyo huduma, na insha Allah atapata faida ambayo itakuwa halali ndani yake. Vile vile, PBZ tuna product tofauti tofauti. Tunakaribisha wananchi wote watembelee katika matawi yetu, wajipatie huduma tofauti tofauti mi, za, za, za mikopo tuna huduma za uwekezaji tuna huduma za kwa wale ambao labda anataka mobile ambao washafungua akaunti kwetu labda si, uh, hawajajiunga na mobaili basi, tunaomba waje ili waweze kufanya miamala, ikiwa mtu yuko hata nyumbani. Haya, muda huu, mtazamaji, sasa hivi uh, tayari uh, ofisa masoko huyu wa PBZ hapa anaanza kukabidhi rasmi uh, zawadi hizi kwa washindi, na ataanza na mshindi wa nne, wa tatu, wa pili na wa kwanza na mahi karibu, na utuambie kiasi ambacho unakabidhi kwa kila mshindi. Asante sana. Na kama tulivyoada ama tunavyoongozwa na Qur'ani kuwa kila ahadi itaenda ulizwa, uongozi wa benki ya Watu wa Zanzibar ilikuwa dhamini wakuu wa mashindano haya makubwa kabisa ya Qur'an, na sasa hivi tupo hapa kwenye kumkabidhi wale miongoni mwa washindi. Kwa sasa tutampa uh, mshindi wa nne Saleh ambayo ni Dola elfu tatu kwa hiyo, hii ndiyo amana yake inatoka kwenye uongozi wa benki hatwa Zanzibar. Tunaenda kumpatia mwenyewe ndugu Saleh dola elfu tatu. Kwa kuendelea na mshindi sasa hivi tunampatia mshindi wa tatu ndugu Islam Mahmud Ahmed amana yake ya dola elfu nne mia nne. Thank you. Thanks. Na kwa kuendelea na mshindi wetu nambari mbili ndugu Abdul Muhaimin Muhammad Juma, ambaye tunampatia amana yake ya dola 7450. Shukrani. Yeah, kwa kumalizia tunamalizia na mshindi wetu nambari moja, Allah amzidishie ufahamu zaidi, ndugu Ayamuddin Fakhruddin. Huyu yeye tunamkabidhi dola elfu kumi na moja mia moja na hamsini kama mshindi wetu nambari moja. Mtazamaji wa Kishki TV kufikia hapa tuna tena la ziada. Asante kwa wote ambao walikuwa nasi. Kumbuka tulikuwa hapa katika ofisi za makao makuu ya wadhamini wakuu wa mashindano makubwa ya mabara yote ulimwenguni, na wazungumzia ndugu zetu wa PBZ benki bora kabisa kuwahi kutokea nchini Tanzania. Hakika nami ni mtazamaji, umeshuhudia yote ambayo yameweza kuendelea hapa, na washindi wote wamekabidhiwa e, kiasi chao cha pesa kwa kila mmoja ambaye alistahili kupata kile ambacho amepewa. Asante kwa PBZ kwa kuweza kukamilisha kile ambacho walikiahidi lakini asante pia kwa washiriki wetu hawa washindani ambao wamefika hapa na tayari wamekabidhiwa pesa zao bila shaka watarudi nyumbani kwao wakiwa wazito kabisa na hii ndio faida ya Qur'an mashallah ndani ya siku chache wamevuna pesa chungu mzima pesa ambazo ni nadra sana kukutana nazo katika mambo ambayo hayavutia kidunia tena katika siku chache sana kwa niaba ya timu nzima mimi nawashukuru sana nyuma ya kamera ni Ramadhani kwa maji mimi ni mwana wa Mali Mashi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatu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 pindi takapofika korabuka. Changia Kishki TV kupitia Airtel Money 0789445555, au Vodacom Mpesa 0746588888, jina Kishki Online TV <laughs>